Kama okay, uh, hujasubscribe channel yetu ya Hes for Life, please subscribe na channel yetu, uh, lakini pia Instagram, uh, unaweza kutufollow pale Hes for Life. Okay. Uh, leo nataka kuelezea mbinu nne ambazo ukizifanya zitakusaidia kuepukana na uchafu ukeni baada ya kufanya mapenzi na mme wako. Of course, kuna watu wanakuwa wanalalamika kwamba wanapofanya wa mapenzi na mme wake anakuta anatoka uchafu mweupe ukeni. Kwa hiyo leo nataka kuelezea mbinu nne ambazo ukizifanya, uh, unaweza ukatokana na tatizo hili. Mbinu ya kwanza uh, kabla ya kufanya mapenzi, asafisha uh, uke wako yeah. kwa hiyo hii itakusaidia kama uchafu upo ndani, unaweza ukau remove kuutoa. Kwa hiyo mbinu ya kwanza, kabla ya kufanya mapenzi jisafishe kwa taulo vizuri, ambayo ni salama, inaweza ikakusaidia. Lakini mbinu ya pili, uh, kwa mfano unataka kuseksi na mume wako usiku, uh, vaa pedi ya yeah. Watu wengi wamezoea kuvaa pedi kutokana na, na ile reaction ya kupata menstruation sako kipindi cha period, lakini hapa nakwambia vaa pedi kwa sababu ya kutoa ule uchafu. Kuna kuna baadhi ya pedi unapotumia uh, zinakuwa zinasaidia ku, kufyonza ule uchafu kwa hiyo kama unajua kwamba leo nina shughuli na mwenzangu usiku, unaweza kuvaa pedi ili kupunguza ule uchafu ndani ya, ya, ndani ya cervix, shingo ya kizazi. Lakini mbinu ya tatu, baada ya kufanya mapenzi, jitahidi kujisafisha pia, hii itasaidia mbele ya safari ule uchafu kuondoka automatically. Na mbinu ya mwisho ya nne, unatakiwa uvae uh, zile nguo za ndani, si mnaelewa kufuli za cotton na usivae nylon, kwa sababu ukivaa cotton pia zinakuwa zinakupa temperature mzuri kwenye ile sehemu. Kwa hiyo unakuwa uchafu hao unakuwa unawepuka na hisi. Umeelewa vizuri. Usisahau kusubscribe channel yetu. thank you.